Kazini, Raisi watu yuko kazini. Umeme sasa ni wa uhakika tufanye kazi. Wananchi tujiandae, gesi nakuja. Umeme sasa ni wa uhakika tufanye kazi. Wananchi tujiandae, gesi yes, nakuja. Tumeshawasha Rufiji, tumeshawasha. Asante mama. Treni hiyo tunapanda, mwendo kasi tunapanda, Tanzania tunajivunia. Tumemaua ya kesho tunapanda, mama Samia tunapanda, Tanzania tunajivunia. Hakuna kilicho simama, eh. Tanzania ya Samia nchi imefunguka, uchumi unakuwa kwa kasi, kazi iendelee. Tanzania ya Samia, nchi imefunguka, uchumi unakuwa kwa kasi, kazi iendelee. Hongera rais wetu, hongera

Waheshimiwa viongozi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, muda wote kutoka sasa Mheshimiwa mgeni wetu rasmi Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan atawasili. DJ, ule wimbo Tanzania yetu ndio nchi ya furaha tutatumia katika kumkaribisha Mheshimiwa Rais atakapokuwa anawasili hapa. Ni waombe kwa heshima na taadhima, viongozi, wageni uh, waalikwa, na wananchi wenzangu wakati huo wote tutainuka, tutapeperusha bendera zetu kwa mapenzi makubwa ya kumkaribisha kiongozi wetu. Kama alivyosema mzee Mavunde, Mheshimiwa Rais mara baada ya kuteremka, zoezi la kwanza atakalolifanya ni kupanda mti wa kumbukumbu kumbu, na lile eneo pale mbele limeandaliwa wakati wa upandaji miti. Kwaya ya Mahakama, nimeambiwa mna wimbo maalum wa tukio la upandaji miti, ndio wakati huo tutaimba. Baada ya hapo Mheshimiwa Rais atapanda kule juu kwa ajili ya kufanya yafuatayo. Kwanza atapokea maelezo kutoka kwa mtaalamu aliyeandaliwa juu ya jengo hili, lakini pili atafanya uzinduzi, tatu atakata utepe ili apate nafasi ya kwenda kutembelea jengo, ambako huko mtendaji mkuu wa mahakama na timu yake wataongoza itifaki na kupewa maelezo mbalimbali. Baada ya hapo Mheshimiwa Rais atatoka nje na kuteremka mpaka kwenye eneo fulani la ngazi. Hapo sasa atakabidhi funguo tatu. Funguo ya kwanza ya jengo la makao makuu ya mahakama, funguo ya pili ni jengo la utumishi, jengo la tume ya watumishi wa mahakama, funguo ya tatu ni kwa ajili ya nyumba za makazi ya waheshimiwa majaji. Baada ya tukio hilo, Mheshimiwa Rais atakuja sasa katika jukwaa kuu. Kwa hivyo DJ Tanzania yetu ndio nchi ya furaha wakaotokiwadia tutamkaribisha Mheshimiwa Rais, lakini wakati anapanda mti, eh, kwaya ya mahakama ule wimbo wenu sasa wa kushajihisha zoezi la upandaji miti eh, mtatuletea. Baada ya hapo Mheshimiwa Rais ataendelea kule juu. Mzee Mavunde unanisikia pata maelezo kufanya ile kazi ya uzinduzi wa jengo hili la mahakama, lakini lenye maeneo matatu kama ambavyo imeelezwa na baada ya hapo, atatembelea jengo akimaliza, anashuka hapo chini, na ndipo mtendaji mkuu profesa El Santo Gabriel ataifanya kazi sasa ya kuongoza itifaki ya utoaji wa hizo funguo kwa majengo matatu. Kwa hiyo sasa, Shaban kisu endelea hapo chini tunaposubiri kuwasili kwa mheshimiwa rais. Kwaya tuendelee kwa wimbo huo ambao mlikuwa mnaendelea wakati msafara unakaribia. DJ, tanzania yetu utatuongoza kwa heshima na taadhima. Kila mwenye bendera na na imani, wote tuna bendera tujiandae kwa mapokezi ya mheshimiwa rais wakati utakapowadia. Kwaya tuendelee kwa wakati huu DJ, DJ, tuendele na kwaya. Uzuri wake, kwaya ile ya mahakama ipo, kwaya utubishwwa uma zote zimeungana pamoja. Tuendele.